Mbele yako ni mwenyekiti wa tawi la Changombe maduka mawili. Slogan yao na kauli yao tunawakela hikyo mjicho ambacho kimeowezeshwa moja katika ya nembo ambazo ziko katika tawi hili, na atakwenda kutujuza kwa kina juu ya kile kina ambacho kinaendelea visiwani Zanzibar, hamasa kispika kimeanza harakati za kuhakikisha kuwa hili tunabeba, na nisichukue wasaa mkubwa zaidi kwa kupotezea nyakati, moja kwa moja niungane na mwenyekiti. Habari za muda huu bwana, nashukuru Mungu mm. Kwa jina anaitwa Miki Mgalu, mwenyekiti wa tawi la tunawakela maduka mawili mm. Simba Sports. Karibu sana katika Chapesa Media, kituo bora kabisa cha habari na matangazo. Nishakaribia mm. na wewe karibu sana, unakaribishwa hapa mm. Naam. Mwenyekiti, kiu cha wengi eh, wanatamani kusikia juu ya vile ambavyo vinaendelea visiwani Zanzibar. Wewe ni mwenyekiti, bila shaka baadhi ya taarifa mbalimbali utakuwa nazo, na sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kuzichukua na kuuhabarisha umma kwa ujumla. Mwenyekiti, Simba Sports Club inakwenda kutupa karata yake ya mwisho E, katika fainali ya mkondo wa pili visiwani Zanzibar. Tumeshuhudia makali ya mnyama akicheza hapa, kutakuwa kuna hali ya kupunguka, kupungu, kupungukiwa kwa baadhi ya confidence na kujiamini kwa wachezaji kwa mchezo kutokuchezwa hapa na kwenda visiwani Zanzibar, kwa sababu wamezoea hapa na Rusemu ambao wamezoea kufanyia maajabu katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Uh, kwanza nichukue nafasi hii tujipongeze sisi wenyewe Simba Sports hmm. na hii inadhihirisha ukubwa wetu kuanzia klabu wanachama mashabiki na wadau wote wa mpira wanaoiunga mkono Simba Sports. Maana yake mm. hata wale waliotupa ukubwa kama mashabiki mm. wamedhihirisha wame, wamejirizisha kwamba jinsi tunavyoreact na kupokea mm. yale yanayotokea kwenye industry ya mpira wa, wa miguu mm. sisi i tuna, tuna, tuna, tuna kauli mbiu yetu mm. ubaya ubwela, udugu, umala, kila mtu aliye mwanae. Kwa hiyo linakotokea hili jambo, tunajua sasa, huu ni ubaya wa ubwera, na hii ni slogan ya mwaka huu na nadhani itakuwa season hata tatu za ubaya wa ubwera. Hmm. Kwa hiyo kinachotokea Zanzibar, mashabiki kuwepo pale, jinsi wanavyoipokea timu hmm. Mwenyewe unavyoona morali ile ya mashabiki unaoiona hmm. Ndo morali ipo kwa wachezaji, morali ya viongozi ndio ipo kwa wachezaji. Kwa hiyo hakuna cha kupungukiwa, ukitazama Belkane ya namna ambavyo inacheza na ukiwatazama wekundu wa Msimbazi venye ambavyo wanashuka dimbani e, unaiona fainali ya namna gani? Fainali mzuri mm. Fainali mzuri, kwa sababu siku zote ukishaanza mashindano na ukija kuyamaliza mashindano unaonekana niye ndio bora. Kwa hiyo zimekutana timu bora ambazo kila mtu kasafiri kwa safari yake moja wa kukutana mwisho. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima kipatikane kitu kilichokuwa bora mm. Lakini katika ubora huo Simba atakuwa zaidi kwenye hii fainali, kwa sababu tumezamiria, tumezamiria kuchukua ile kombe <clears throat> na kwa umri wetu sisi na watu ambao mimi umenizidi umri mm. Hii ni fainali ya pili kubwa katika mashindano ya kafu kwa mm. hiyo tunasema, sisi zamani mtaani huku tunacheza zile karata zile mm. Mimi kidogo nimefanya mambo avyo vuruge vuruge, tunacheza karata, karata ka, kamali ile ya karata mm kuna chafu kuna una, una, una, karata unaweza ukatoa chafu ambayo haipo kwenye mchezo unafahamu, eh alafu, yaani unaacha zile za kucheza sijui arobaini, hiyo karata kabisa ya kamari, natoa chafu mbili, alafu ile baki ndo zinakuwa zinemari zine, sio <tie> si tushatoa tayari chafu moja, tisini na tatu tushatoa kwa hiyo kinachokwenda sasa hivi lazima chafu tupate. E, hii sio chafu tena mm, hii tupate e. Yani, ukishatoa chafu mbili mm, manake kinachofuata mbele wewe unapata mm. Kwa hiyo hii tumezamilia kupata, tuko nyuma kwa mabao mawili, tunakwenda kukutana na mpinzani wa aina ambayo tumetokea kumfahamu. E, tumekutana naye si mara moja, na kama ambavyo tunakumbukumbu walikuja hapa wakafa goli moja kwa sifuri, bao la Pape Osman Sako, baada ya kufungwa kule bao mbili. Kama ambavyo ilitokea mchezo wa kwanza, ndivyo ambavyo matokeo yamekwenda vile vile. Utofauti ni, ni, ilikuwa makundi, hii ni final. Unatazama Simba Sports Club kwa engo ipi, na katika kibarua kigumu kuhakikisha kuwa wana level scoreboard na kuhakikisha kuwa wanapata bao la ushindi hivo hivyo, na kuhakikisha kuwa wanazuia Belkan wasipate bao la ugenini. Kwanza, kwanza sisi sasa hivi hatuendi kwa stori stori, tumeziacha huko kabisa mbali, sijui kambaki kabisa. tulifungua goli nne tukafunga tano tulifungua goli mbili tukaja tukarudisha tuka hii hatuendi nayo kabisa hii tunakwenda nayo sasa hivi ni ya ubaya ubwela fainali finali 24 25. tano umeelewa, lengo tuchukue kwa hiyo mpira tunatogemea na fainali inosubiriwa ni ya tarehe 25. tano lengo ni kuchukua Hatuwezi tena kuanza kutizama nyuma, tulifanya hivi, tulifanya hivi, utapotea. Sisi tunachokwenda kwamba tarehe ishirini na tano fainali inaanza upya na lengo tuchukue. Kwa hiyo mwisho wa siku, yani ile kama nilivyokuambia mwanzo, ile morale ambayo imejijenga kwa mashabiki, unavyoona tunajimwamba fai Morali ambaye amejijenga kwa viongozi serikali kwa ujumla, umeiona support yake kubwa, walifight sana na wanafight sana. Lengo tuchukue ile kombe. Heshima mm. kwa kwa mm. bekane, timu nzuri kwa sababu wao wenyewe wanajua kwamba wamekutana na timu nzuri vile vile mpira ambao umechezwa Moroko reakti ya wamashabiki baada ya mpira kwisha, ilikaa inaonyesha kabisa ni timu gani wanaenda kukutana nayo kwenye fainali ya mwisho. Kwa hiyo, hmm. Sasa hivi sisi tumejiandaa watani wenu wana, eh, wanasema kwamba wanaingia kifua mbele katika kutazama mchezo wakiwa na furaha wakiamini kuwa Simba hawezi kwenda kufanya chochote juu ya kile ambacho wamekitazama katika mchezo uliopita, na kuna baadhi ya video ambayo ilionekana kutrendi katika mitandao ya kijamii, viongozi wa Young Africans walipokusanyika na kuitazama fainali ya mkondo wa kwanza ilipopigwa kule Moroko, Simba anafunga goli la pili, wanainuka kushangilia. Ili unalizungumziaje kama wewe mwenyekiti wa tawi la Changombe maduka mawili, hii tawi tunawakela kama ambavyo kauli mbiu yenu hilivyo. Ya, kwanza siwezi kuwalaumu kwa sababu mwisho wa siku hii ndio asili ya mnyonge, asili ya mnyonge, sisi wakati tunakuwa akitokea mtemi mtani akiwa nakupigeni pigeni sana mm -hmm. Au anasumbua anavaa vizuri, wanakula vizuri, si ni kaida ni kununa mm -hmm. Yani unakuwa na, na asila fulani naye unakuwa una, upendeze naye mm -hmm. Kwa hiyo ikitokea sikuaizi kafilisika au kapata matatizo au kapigwa watu lazima mfurahi. Kwa hiyo chokifanya Yanga ile, ni, ni mwendelezo sio sio, sio, sio, sio, wale tu Yanga wengi tunaweza ukasema sengi tuna watoto zetu Yanga sometime unaweza ukakuta sasa hivi ndo anaweza anakusalimia sana na kufurahia sana kwa yale mambo yaliyotokea Moroko. Yeah. Kwa hiyo hatuwezi kukaa tukawa tunawalaumu kwa nini waliangalia mpira wetu, wakawa wananuna. Wanastahili, kwa sababu wao wa hapo kwenye yale mashindano hawana, mm. historia yoyote katika mpira wa Afrika. mm. wanajua hilo wame react wametesti, mara ya kwanza wamefika fainali, tukaona kuna mwendelezo. Mara ya pili wakafika robo fainali kwede klabu bingwa, wakawa wamepotea, walikuanzia ndio waliokoishia. Kwa hiyo hawa wa kufurahia ni, ni, sisi watu wa Simba. Mimi kama mwenyekiti, rai yangu tusiwanunie wanastahili kukaa kwao nafasi na ndo pati wanaoiweza hii mm. ndo play pati yao ya kucheza mm. wakaye wacheke wakae wachukue watu wakae waongoze watu, hatuna matatizo sisi. Kama Mwenyezi Mungu ukatuandikia kupata tutapata tu, na hii mechi ni yetu sisi. Mtu kutucheka ni kawaida, mpira siku zote lazima uzomewe. Haiwezekani watu wote wakuunge mkono. Ndo kama nakwambia nikurudishe pale mbele, unamwona mzee wangu yule. Huyu mzee alikuwepo mwaka 93. 93 tatu, tatu tulichekwa sana na watu, lakini kabla ya kwenda kwenye ile mechi tuliungwa mkono na, na taifa zima na tukaenda na watu tukajua ni wetu. Unaona, bwana wanasema kuvaa ngozi ya, ya kondoo lakini ndani ni chui, sio? mm -hmm. Walijionyesha uwanja wa taifa na waliukataa uzalendo muda mrefu tangu 93 waliukataa. Mtu ambaye atashtuka kama wewe, mtoto wa 2000, utashtuka kwamba mbona anaonekana Yanga wamekuchekeni lakini sisi watu wa muda mrefu tunajua hii ndio ndio asili yetu wa Tanzania, au ndio mpira ulivyo. Lazima wale wacheke, lazima sisi tucheke. Hawawezi wakatuunga mkono na ikitokea kutuunga mkono, ikitokea kuna ubaridi basi tutafeli kwa sababu siku zote wewe utaonekana kwamba unafanya tu freshi fresh kuja kuumia, ndio unakuja kuchekwa. Waache watu watucheke mapema, ili tujue kwamba tukilidei au tukizubaa kuna nini mbele kitatukuta. Kwa hiyo mimi naunga mkono moja kwa moja asilimia mia, Yanga watu cheke na waendelee kutucharula kwa sababu wanavyotucharula, si ndio tunapata mafanikio yeah. Eh, ni kama kuna hali ya umakini kwenye safu ya kujilinda ya Simba, wanakosa kuwa makini zaidi. Ukiangalia goli la pili mtu ana ana, ana drain mali mpaka anakuja anafunga, mabeki wamesimama pale pale. Goli la kwanza mtu anaruka free header. Waarabu ni watu ambao one mistake one goal. Kuelekea katika mchezo huu unalipi la kuzungumza maswala ya umakini na football kwa ujumla. Juma, Juma Pili, mwalimu huyu ndiye mtaalamu wa hiyo kitu, lakini swala la kufungwa katika mchezo wa mpira ni vitu vya kawaida, na uwezi kufungwa kama hujafanya makosa hmm. Lazima ufanye mistake ndio ufungwe. Mtu amna yoyote ambaye analipwa mshahara, anapewa kambini, anapelekwa safari, alafu aende pale akajifungishe au akae alainike. Maana yake alikuwa makini, lakini amemkuta mtu mwenye umakini zaidi hmm. Na tumeona hiyo mistake, watu wameona. Kwa hiyo, sometimes, mimi na imani kabisa benchi la ufundi itatazama wapi tulikosea na nini tufanye. Kwa hiyo bado na imani kubwa na timu yangu bado na imani kubwa na vijana wangu bado na imani kubwa na benchi la ufundi. Kwayo, kwa hiyo sina wasiwasi kwenye hilo, ile mistake iliyotokea au kama mistake, kwa sababu hata wao wenyewe, sisi mpaka tunafikia pale, kuna watu walifanya mistake, tuliwafunga, sio timu timu nzuri Ukichukua Tripoli ndio inaongoza ligi pale Libya, timu mzuri tu, imesajili usajili mkubwa, lakini wamekuja wamefungua goli tatu, na maana sio timu, wamefanya mistake tulikopitia huko, mpaka tunafikia hapa, kuna watu wamefanya mistake na sisi tumezitumia, kwa hiyo sisi wale kutumia ile nafasi, ndio mambo ya football. Football siku zote ukifanya mistake, watu watakuadhibu. Kilichotokea ni mambo ya mpira na sisi tunataka kutumia Jumapili, tutatumia nafasi za mpira. Sasa kwenye mchezo huo, mwalimu ndio anaweza kujua kusema ukweli, kwa sababu mimi hapa ni mshabiki, ni mwanachama mm, na kiongozi vivyo vile. kama watawi nacheza play part yangu, najua iende vizuri mm, na, na, na pambana sasa hivi nipeleke hata watu watano kutoka kwenye ile litawi mm, na pambana nisikilize maagizo ya viongozi wanasemaje, aidha a katika watu watano, mwenyekiti lazima waongoze Nafahamu. mm -hmm. Lakini lazima ujue tu kwamba bwana aiza tawi likae kwenye sura namna gani kuipokea hiyo finali. mm -hmm. Ni jinsi gani unatakiwa ufanye hiyo, mimi nitafanya hiyo kazi. mm -hmm. Lakini masuala ya uwanjani watacheza information gani vipi, waingie benchi la ufundi ambao wako vizuri kabisa, na tunawaamini, tuna mwalimu bora. mm -hmm. Sina matatizo kwa nini Abdulazaki Hamza Madaktari watasema na sometimes klabu bado hajatoa taarifa, lakini kama atakuwepo sawa, kama hajakuwepo, kwa sababu kuna watu wanarikava nafasi yake na wanacheza vizuri yeah. Kuna watu wanasema kuwa hawaoni iwapo Abdrazaki Hamza ataku, atakosekana kiwanjani kwenye mchezo muhimu, mtu ambaye wakwenda kurikava nafasi yake ambaye wataweza kuwa na ile imani ya moja kwa moja kama ambao wanampatia Abdrazaki Hamza, hamza katika kila mchezo. Mi najua we mwandishi wa habari ni m kwanza licha uh, professional yako una asili ya kuchunguza, hawa watu walikuwa wanazungumza ni wa upande gani? Simba au watu gani? hawa watu walokuwa wanazungumza wachambuzi, wanachama wa Simba au watu gani? wa timu gani? wa timu gani? Baadhi ya mashabiki wa mpira wamejua. Hapana, wapa, kwa, kwa, kwa upande wa, wa, wa mpira wa miguu mashabiki wa Simba Sports wanajua kabisa katika nafasi zao za, za, za, za timu ya Simba wako watu watatu ambao wanacheza vizuri tu. Naona bwana. Mm. Kwa hiyo kama kuna mmoja amepata injury kwa sababu kama kwa mfano wa Mza na Kalabu. Mm. Wao ndio wametufikisha mpaka finali. Mm. Lakini kulikuwa na mtu alianza tangu hapo mwanzo ndio tulikuwa tunamwimba kama namba moja. Mm. Sasa hivi amerudi na sometimes mtu aliyoangalia mechi ya Morocco ameona huyu mtoto alivopata matatizo alivotoka aliingia mtu akakava vizuri na timu ikarudi kwenye, kwenye, kwenye sura nzuri tu ya football, wewe uliona. mm. Na ukimsikia okay, mshabiki anazungumza kuhusu kudiscuss timu ya Simba huyu, uko hivi, huyo sio Simba. mm. sio Simba wako. mm. wengi hao wanakaanga kanga, kanga vyuma nini nini, wako tasiso kwa sababu utamchukua mtu akizungumzia Simba basi uilete, nimemsikia nini muza maindi kazungumza hivi, sio kweli. Hebu angalia watu wa football, tuangalie sisi Simba wenyewe. Ushamsikia mtu Simba Sports akasema pale kuna matatizo, watu naona wamejaa Zanzibar, watu wanakata matiketi, watu wamelalamika kwamba wengine watakuwa waioni na wameona kwamba nani atacheza pale. Kwa hiyo sometimes sisi hivyo vitu vipo kabisa katika nafsi yetu. Simba Sports super final atafanya vizuri kabisa. Najua ambaye anakutazama hivi sasa, nataka kujua nini hatima ya tiketi yake kwa wale ambao tayari walikwisha kata. E, watu wanasema kuwa hili ni la muhimu sana, mwenyekiti. Watu wanasema kwamba Simba walikuwa wanafahamu taarifa hii hapo awali, lakini waliamua kukatisha tiketi. Wewe unalizungumziaje? aili yalina ukweli, na uzuri zaidi sisi tumekaa na viongozi na wametueleza wazi. Is it sometime tu tuwaeleze wa, wa, wa, wanachama wetu ambao tunaongoza kwa Dematau humu haikuwa hivyo. Kulikuwa na vikao vya kiserikali, kulikuwa na vikao pamoja na maafisa wa KAFU. Lakini mwisho wa siku wale kuja kugeuza, wale kuja kugeuza, wenye mamlaka wametoa mamlaka na zile tiketi ambazo zimekuwa zimekatwa na mashabiki wa Simba pamoja na wanachama wa Simba kwa ajili ya kwenda kwenda nini? Zitatolewa mwongozo na zitatolewa habari yake watu wa na mashabiki tumelikubali, wanachama tumekubali lile linalofanywa na uongozi wa Simba. Hata siku moja uwezi, Simba haiwezi kumtapeli mwanachama wake. Kwa hiyo tiketi hizo zitatumika kwenye mchezo wa, wa, wa mwezi, mwezi wa nane kwenye Simba Day Simba kwa mfano kama sasa hivi tunavyokwenda kwenye season inazokuja, tutakuwa na mechi moja a Simba Day, kwa sababu Simba Day ndio, kama umemaliza, una uwezo usitumie kwenye Simba Day. Lakini mwakani tuna asilimia mia ya kucheza club bingwa. Watu wamefika mbali na kuuliza, je, ya kwamba na, na, na, na tiketi za tarehe nane, je zitatumika kwenye mchezo wa Simba Day? Tiketi za tarehe nane, mechi ilikuwa ya nani? Eh? Mechi ilikuwa ya nani? Watani wa jadi watajua wao jinsi gani waambia wanachama wao watatumia wapi, kama watakuwa wameitumia mechi na Namungo. Kwa sababu eh, bado wanacheza na Namungo, washacheza nao mechi ya pili, wamecheza nao yeah. Wat, labda atakuwa ni so, wanacheza shirikisho finali mm. Tawi kwa ujumla na wanachama eh, wanalipi wana, wanazungumza yapi sasa kuelekea katika mchezo huo ah, mazungumzo tofauti na malengo sio, lakini malengo ni kuchukua ubingwa na kila mwanachama wa Simba, mshabiki wa Simba, yeye ni kuchukua ubingwa, kwa sababu nasema kwamba hii ni fainali ya pili kubwa. Kwa hiyo, kwa mfano mimi sasa hivi na miaka hamsini sawa, ilivyochukuliwa ili kombe levochukuli tu tulivyotoka kwenye ile kombe ni kama na 10 na kitu hivi sawa. Tulivyokosa ile finali, kwa hiyo kama tuna 50 na sasa hivi, alafu tena nije nilikose tena, iende tena miaka miaka 30 mingine, ndio tuje kucheza finali, maana yake nitakuwa na 80 na kitu. Kama Mungu ameniweka wapi hiyo tena, nitakuwa sisaidio yoyote chochote Simba. Kama mtu akutolewa ndani na kuani kwa juani tu, unafahamu bwana. Kwa hiyo yani kila unalowezekana kwenye mambo football litafanyika au limefanyika, tunahakikisha kwamba tarehe 25 sio, tunachukua ubingwa. Ni kuhakikishie tu mwandishi kwamba ili kombe si tunachukua wa Simba hali na matatizo yoyote. Hatuchezi kwa na, uchawi na, Hatupo kwenye uchawi, tupo kwenye football. Hatuzungumzi uchawi. Kama ungekuwa unaniambia tunazungumzia nguvu za giza, basi tusingekuwa kwenye hii interview. Lakini interview huyu ni mambo ya football. Na mimi nakujueni nyinyi Chapesa, mara nyingi mmejikita kwenye mambo ya football. Kama mnakuwa na mambo hayo ya giza kwa hoja ya uchawi, basi watafuteni wachawi. Lakini kama mmekuja hapa kwa mambo ya football na kwa sababu mmekuja kwenye tawi la mpira na hususan timu ambayo inaenda kucheza fainali na fainali ya mpira sio fainali ya wachawi. Nafahamu eh? Kwa hiyo tu twende hiyo kwenye football. Sasa ukiniuliza tena mambo ya uchawi, tunachanganya kwenye mambo ya media, tunazungumza uchawi. Uchawi nikikwambia una rangi gani, nani anacheza mpira, atakuaje, atafaje si gani. Maarufu unaitwa Giningi hapo Pemba. Hapana, sisi leo hatuko huko. Tunazungumzia mambo ya football na hiyo tarehe 25 ndio nakucheza pale football. Na umeniuliza watu ambao watakosekana ni wachezaji wa mpira ambao unaonekana. Kama ingekuwa ni uchawi basi usingeniuliza nani atakayekaa, asingecheza bibi. Lakini kama mpaka atu, wewe unani, unanioji kwamba bwana atakosa pale, Hamza atacheza nani? Manake mwisho wa siku unaenda kwenye wale football. Hamza anajulikana amesajiliwa kwenye football. Mm. Ungeniambia tu kwa mabana kama Hamza hamna bibi, si atacheza wa kutoka Simba Wanga, manake ndio kwenye asili hiyo. Mm. Lakini umeniuliza maswala ya football, kwa hiyo tukite huko kwenye football. Mm. Na Aisha Manula ameonekana kwenye msafara. E, yaani mchezaji wa Simba. Mm. Mchezaji wa Simba. Safari, mm, za Simba, Simba kuonekana. Zalula, na alikuwa anaripotiwa kwamba ana Zalula, lakini yeye ameenda, ni mchezaji wa Simba, na hii ni mwisho babu, hii ni finali, watu wanaenda kumaliza mashindano, wameanza mashindano, mashindano. Kwayo, na maliza mashindano, kwa hiyo kwenda naye mchezaji au kumchukua mchezaji kuwepo mule ni vizuri zaidi, na mpongeze sana viongozi wa Simba, benchi la ufundi na yeye mwenyewe Manula kuwa fair katika hii mambo. Mambo mengine haya yanazungumzwa, unayaacha pembeni kwa wakati huu, na bado unachukua nafasi hii kuwakaribisha na kuwapongeza maana yake shughuli. Mimi ni mzalamu hmm, siku zote tukifanyaga shughuli tunataka na, na, na, sio kuwa na watoto maana yake ukimuona uki mtu anafanya shughuli huyo anapata kizazi. Unaona bwana ana kizazi yani, hata kama yeye hajazaa lakini ndugu yake ana mtoto na nini wanacheza shughuli yao yeah. Shughuli hatuwezi kucheza ndugu watupu, shughuli tunataka na watu wakuja kutukosoa. Kama wakija kula pale chakula kibovu chakula kidogo, wawepo kwa sababu siku zote jirani akija, yeye aliziki mimi nitafanya shughuli kwa kumridhisha mwanangu na kumpa zawadi kile nitakuwa nacho, lakini jirani atasema kan, kan nunulia ndala tu dawa. Mimi nawataka wawepo sana tena, wafanye mazoezi ya kucheka kutucharula kweli kweli, lakini sisi tunaenda na mwimbo wetu tu mmoja kwamba yaani kuna, kuna ukimwona mzalamu anajidai sana kwenye shughuli yake, kuna mwimbo mmoja wanasema ile wa wasagaga iwana ngoma ina urembo yani wanzetu wanowabemenda wano watoto shughuli huku mwishoni na urembo yani ina uzuri wake wewe hmm. We mtoto wako si umemfikisha tangu mtoto yeah. E, mtoto tu palepale pale, nini ukaona huyu atanisumbua mbele. Umeshindwa kulea mikojo nini, unaona atakusumbua, na una shughuli zako umemfinya kafa. Mimi nimemlea nimevumilia kila kitu mwishoni huku akufanya shughuli yangu wewe niache tu, wewe hmm. Cheka shughuli nikiti. Hey, neno lako la mwisho kwa wanasimba kwa ujumla na Watanzania na wapenzi wa mpira wa miguu. Neno langu tu tuombe tukuawai kwa kifupi tu, tumuombe Mwenyezi Mungu atuweke hai, kwa sababu mbali Jumapili sometime tukifika tuone burudani, kwa sababu burudani hii sio wa Tanzania tu, burudani hii ya Afrika kwa ujumla, kwa sababu ukiondoa klabu bingwa, maana yake nachokuja shirikisho watu wa Kenya wote wapi, wapi wapi, wote wanataka kuenjoy. Kwa hiyo mimi lendo wangu sio kwa watanzania tu peke yake, kwa wana Afrika wote, kwamba walokuwa kwenye runinga na watuokuwa uwanjani watuokuwa kwenye masafari basi waangalie kuna ya Azam TV, na naangalikwa kwenye ma, ma, magari huko waangalie burudani, lakini mwisho wa siku huu ndio wakati wetu ili tunabeba, hoteli zimejaa wapi, Zanzibar sema kukaa sehemu nyingi, watu wanalala hata kwenye majaazi <laughs> hey, watu wanalala hata kwenye majaazi kwa Zanzibar, mimi sina shida kwa kulala. Okay, huyo ni mwenyekiti e, wa tawi la Chang'ombe tunawakela alikuwa akizungumza kufuatia taarifa zile ambazo zilikuwa zikiendelea kama ambavyo ilivyo muendelezo wetu wa kuhakikisha kuwa kila ito siku tunakukusanyia taarifa mbalimbali. Bana kama ambavyo umetuazima muda, na sisi tunakulipa habari mbalimbali zile ambazo ziko kila kona ya Tanzania. Langu jina ni Jiva Osman, nilikuwa nikisaini nikisaini in na hivi sasa nina sign out, sina la ziada. Bana tu nikwambie tu, alikuwa akihakikisha kitu hiki unakitazama barabara bara kabisa, ni director Runde ambaye yuko nyuma ya kamera. Langu jina ni Jiva Osman. Nikwambie tu sina la ziada, tutakutana wakati mwingine.